Ndugu mteja, karibu tena katika maelekezo ya kutumia, jinsi ya kutumia biashara Pro. Sasa tunaenda kuona namna gani ya kuangalia ripoti, kwa sababu mfumo wote mzuri ni ripoti nzuri, na ndo hivyo hivyo biashara Pro imekuwa designed kwa namna hiyo. Sasa ukiwa katika page yako ya dashboard kwa hapa chini utaweza kuendelea kuziona menu. Kwa mfano tunaona menu ya matumizi, uza, ripoti, profile pamoja na dashboard yenyewe. Tutaklik katika kitufe cha ripoti moja kwa moja, ambapo tunategemea mfumo tupeleke katika ripoti zetu za e, ripoti ambazo, mbalimbali ambazo tulizo nazo. Ukiangalia hapa kuna summary, ambapo inaonyesha jumla ya mauzo yote kuanzia mfumo ulipoanza na mpaka sasa, lakini kwenye dashboard pale tulikuwa tunaona mauzo ya siku ya leo tu, lakini ukikliki pale kwenye transaction au kwenye ma mauzo utaona mauzo ya siku zote ambapo unaweza kufanya vichujio mbalimbali kwa ajili ya kuchuja na kuangalia, lakini kwa kuwa sasa hivi tuko kwenye ripoti, tunaona ripoti ya jumla ya mauzo yote eh, jumla ya mauzo ya bidhaa na mauzo ya huduma. Kama biashara ya yako ina pande mbili za huduma na bidhaa utaziona hapo. Vile vile kuna ripoti za kina ambazo hizi wanaita deep reports au ripoti za kina zaidi ili kuona mchanganuo wa jinsi mambo yalivyoenda. Kuna faida na hasara, ripoti ya matumizi, ripoti ya mauzo, ripoti ya muhtasari. Hapa inamaanisha ni zile just short, short, short report summary, ni summary to report. Alafu kuna ripoti ya store au bohari yako, alafu kuna ripoti vile vile ya wateja ambapo hapa ita include mpaka wale wadeni ambao nawadai. Mara nyingi ndo watakuepo hapa na mtamwona kabisa mdai wa sugu ni nani, au mteja mm, gani ambaye hajalipa tokea mfumo ulivyoanza ulivyoanza kurekodi. Kwa mfano, sitaenda deep katika ripoti zote, ila naweza nikakuonyesha tu ripoti moja hapo, kama ripoti ya ya bohari au ripoti ya store. Nikiklik hapo, nategemea nipeleke katika peji ambapo kutakuwa kuna vichujio hapa. Vichujio inamaanisha kwamba filter kwamba unaweza ukachagua kuanzia tarehe ngapi mpaka tarehe ngapi. Nikiseti labda kuanzia tarehe moja ya mwezi Desemba mwaka jana, alafu nikaseti tarehe ya mwisho ni leo. Alafu kuna filta zingine tare, ukiangalia kuna, kuna all, au ni low stock kuangalia bidhaa gani ambazo ziko kidogo katika boari yako, au unataka kuangalia bidhaa zote. Baada ya hapo, utaklik kitufe cha tumia, alafu itakuletea bidhaa au muktasari kwanza wa bidhaa zote zilizopo stock yako iko kiasi gani quantity wise. Alafu vile vile low stock items ni zipi, na hapa kwenye low stock item, kama video iliyopita tulikuwa tunaonyeshana jinsi gani ya kuangalia au kuweka uh, na threshold katika bohari yako kwamba ikifika kiwango fulani cha uh, quantity zilizopo kwenye bohari ituambie kwamba sasa unakaribia kumaliza stock yako katika, katika bidhaa fulani. Mfano kwenye mfumo tu utakapojisajili eh, kwa, kwa default au kwa, kwa kuanzia ni kwamba inahesabu bidhaa zote ambazo ziko chini ya quantity ya tano, kwamba zote ni low stock item. Na hata tukiangalia hapa katika stock movement report, utaona zimekuwa highlighted kwamba hizi kwa mfano cover black cover, hizo kija upande wa huko kabisa, utaona alert imekuandikia ziko kidogo. Afu kija kwenye normal pia ni hivyo hivyo, utaziona zimekuwa highlighted. Ile report iweze kuisoma vizuri, inabidi kwanza tuweze kuipakua, una click pale pakua, alafu baada ya kupakua itatuonyesha page zote ambazo tunatakiwa kudownload. Baada ya hapo tuna save kama PDF Then nikisave kama pdf itaingia kwenye mfumo wetu, I mean kwenye simu yetu. Then baada ya hapo, tunaweza tukatafuta hiyo tulipo eh, tuliposevu hiyo ripoti, alafu tukaisoma vizuri kwenye, in short, kwa hiyo in short ni kwamba mfumo huu kwenye masuala ya ripoti inakutolea ripoti za kina na vile vile ripoti za samari. Asante kwa kunisikiliza.